Mtazamaji, tukisonga mbele kwamba kaunti ya Wajir imefanya kikao chake cha robo mwaka cha ushirikishaji wa umma kupitia kitengo cha miundombinu ya manispaa. Katika kikao hicho, wakazi waliwasilisha changamoto kadhaa, ikiwemo upungufu wa vyoo vya umma na usafi wa mji. Viongozi wa kaunti wamesema katika mwaka huu wa kifedha, miradi ya kuboresha miundombinu na huduma muhimu itapewa kipaumbele, huku wakiahidi kuyajumuisha maoni ya wananchi katika mipango yao ya siku za usoni wakazi wa Wajir pia wameshikana na sisi ili kupigana na hiyo mihadarati. Iko kulikuwa na dead street ambayo ilikuwa naitaonga dead street hapa hiyo, tumeivunja tumeitengeneza. Sasa hakuna hiyo eh, hiyo biashara ambayo inaendelea huko. So tunashukuru wakaaji vile wamejitokeza, tunafanya na hawa kazi vizuri sana. Ile watoto ambayo wanatumia ni watoto yetu, na sisi tutaunga mkono municipality. Kama hizo vitu haitaendelea, na tutaangamiza na tunahimiza wenye manyumba yao inafanyiwa hizo biashara tuna, tunaomba wapige ripoti kwa serikali. Katika kaunti yetu ya Wajir hapa tulikwanga na shida kila mtu alikuwa na maganga chafu mahali anataka, lakini saa hii tumeona ya kwamba municipality wanafanya kazi na cleanliness ya town inaendelea day by day vizuri, na bado tunaomba waendelee hivyo na bado waende mpaka mashinani.